Kila mtu siku hizi na mambo yake, nyakati zimebadilika, si zile nyakati za mababu zetu. Sasa hivi kila mtu anaangalia familia yake, tumbo lake, na maisha yake. Hakuna mambo ya kusaidiana kama zamani. Kama ningekuwa nacho singekuja kwako kuja kukuomba heshima muhimu, lazima tuwe na mipaka ya heshima. Mimi si tomboy, ni homeboy. Haya, samani basi, siku anajua sasa. Homeboy, ukikaa hivi kivyakivya, kila mtu kivyakivyake, kweli nani atasaidia mwingine? Tushikamane kama wananchi, ndio tofauti katika haya maisha. Sasa jamii ikikosa mshikamano, ni nani atatusaidia? Ni kweli Rehema, jamii bila mshikamano kama shamba bila uzia, wanyama wataweza kuingia wakati wowote kwenye shamba na kuharibu mazao. Naongea hapa mi naingia kilini, naposema nyumba si chomeke moto, siku nazima moto alafu nikiwa kwangu, kwani kwangu kweni kwa jamii si kwangu, ni kwangu ama ma Jana tulikuwa na mkutano wa harambee, watu wachache sana waliojitokeza, wengine wote walibakia kwa majumbani, na huo wote ni ukosefu wa mshikamano. Mimi mimi nilikuwa bizi kidogo. Eh, oh boy, bizi na kulala tu jamani. Jamii yenye mshikamano hujengwa na umoja, tukishirikiana naweza kuanzisha mradi kusaidia na kulinda amani. Hamso, mradi gani ambao wataka? Kwani kako waona mradi au mashamba yako nafanyia nini? Ama lazima usaidie, ama ndio nyinyi ambao mwatika vya kudoea. Mi naona kama wewe unapinga sana mambo ya maendeleo. Hamso, mimi nakuona wewe ni mzalendo na vile ninavyokuona wewe uko na akili, kiungana pamoja tunaweza kufanya maendeleo katika hiki kijiji, kwa sababu vile ninavyokuona yule zuu siye mtu kabisa, wa kuwa yeye ana akili ya kuwa ana, tunaweza kufanya na yeye maendeleo Psss. Hapo sasa ndo tunaweza kusema Jirani ni ndugu kabla ya safari. Unaona hapo, kishanshinda una nini sini uchi, baby we tena, unikome usinizoee, eti nsikuzoee. We mwenye huna maendeleo yoyote wewe katika yale yote tunayoyazungumza hapa kuhusu mambo ya maendeleo, kazi yako kupinga tukazi sasa napinga, maana najua ninachokifanya. Kwenye mashamba yangu kila kitu kiko, nyumba nimejenga. Alafu washindo kinaniambia sina maendeleo. Nafika gani kama sina maendeleo? Maendeleo huna, kwa sababu kama wewe no ni mtu wa maendeleo, ungekuwa haya maneno tunazungumza hapa kuhusu mambo ya miradi ile tunazungumza hapa ungekuwa na ubakoma. Lakini wewe kila kuchao wewe unapinga. Sasa wewe ndio una maendeleo. Maana washindo ukisema sijui sije yes, sije nini, au maneno yote ni tunani. Kwa maana nzuri na kibebi, tulieni, tulieni. Hii ni mkutano wa kupatana, sasa mnaongea nini? Mnaanza kugombana nini hapa, si ndio huyu? Ah, ameanza kaeni. Chini tujue tunafanya mradi gani? Lakini kuongea mambo mengi, huyu kila siku ni wapenda kupinga, huyu kila tukipanga hapa mambo mazuri ni ya maendeleo, ah hataki. Bakini na mkutano wenu, ngoje nchinisunguoje Sasa mambo gani haya? mama wawezi kama pamoja moja wakapatana tu wakafanya jambo moja wakamaliza? Sasa angalia, wanatoka tu hata hatujapata suluhisho yote. Tuko tunajaribu kuleta mwafaka, tujue tutafanya nini katika hii kijiji yetu. Sasa washaenda, nimebaki peke yangu hapa. Sasa nabaki, nitaenda zangu sasa. Ikije kinakati kizuri sometimes kinaleta burugu yeah.